Kwanza kabisa watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, ningependa niwasalimie katika maamkizi yaliyokuwa bora. Maamkizi ya Kiislam ni kusema assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Kuna maneno ambayo aliyoyasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alisema arrajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil kwamba siku zote mtu katika maisha yanayoishi mtu yoyote yupo katika mwenendo wa rafiki yake. Kwa hiyo mwisho akamalizia Mtume, fal yandhur ahadukum man yukhalil, basi naangalie mmoja wenu ni nani basi wa kupanga naye urafiki. Hii hadithi inatufundisha kwamba katika maisha yako, uwe kijana, uwe mtu mzima lakini hasa vijana, mimi ningependa kuwazungumza sana kwa sababu wao ndio taifa linalotegemewa, ndio nguvu kazi inayotegemewa kidini, kiserikali na kijamii kwa ujumla. Vijana mnapaswa kujiangalia kwamba ni nani rafiki yako. Hapa Mtume anafundisha, lazima uwe na rafiki mzuri, kwa sababu rafiki yako ndiye atakaye kuambukiza mwenendo wake. Ukiwa mzuri, huo mwenendo itakuwa ahlan wasahlan lakini ukiwa mbaya, maana yake itakuwa umepotea na umeharibikiwa katika mfumo wa maisha yako. Kwa hiyo, vijana, jamii kwa ujumla, tujikumbushe katika maneno haya aliyoyasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba siku zote mtu anakuwa katika mwenendo wa rafiki yake. Kwa hiyo, Mtume akatufundisha na kila mmoja atazame basi eh, ni nani wa kupanga naye urafiki katika vitu ambavyo vinavyoleta athari katika urafiki, rafiki yako, ule mwenendo wake, bila shaka atakuambukiza. Hata kama siku asilimia mia moja, zipo asilimia fulani utajikuta wewe unafuata mwenendo wa rafiki yako, kwa, kwa kuwa kum, urafiki unaambukiza, basi angalia rafiki yupi, basi nani wakuwa naye awe ndiyo rafiki yako. Siku moja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alijiwa na mtu mmoja ambaye ni beduu, yeye si Mwarabu, bali yeye wale ni mabadhawi wale bedui. Huyu alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, mata saa hivi kiama itakuwa ni wakati gani? Lini itakuwa kiama? Mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye kabla ya kumjibu akamuuliza kwani wewe umekiandalia nini hicho kiama, mpaka unakiuliza lini, wakati gani, wewe umekiandalia lini? Yule bwana majibu yake akasema, mimi bwana, nilichokiandaa kuhusu kiama, nimejiandaa tu kwamba mapenzi ya kumpenda Mwenyezimungu na kumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi mtume akamalizia ma kwa kumwambia almaru maa man ahaba, kwamba elewa siku zote mtu atakuwa pamoja na yule anayempenda. Hadithi hii inaonyesha kwamba hapa duniani wewe rafiki yako ndio mwenendo wako utakaokuwa nao. Kama mwenendo huu ukiwa mzuri, rafiki yako huyu ndio utakayekuwa naye kwa sababu unaimpenda wewe, ndio utakuwa naye, utafufuka naye siku ya kiyama. Lakini kama rafiki huyu ana mwenendo ambao usiofaa, hu, ujue ndiye huyo huyo utafufuka naye, akiwa na aki mwenendo mzuri, utafufuka naye akiwa na mwenendo mbaya utafufuka naye. Ndio maana hadithi ikasema, Mtume anasema, jamani, angalie kila mtu aangalie nani wa kupanga naye urafiki, ili asijikute ana rafiki muovu, atafufuka naye, atakuwa huyu amepata hasara. Bedui yule yeye amesema mapenzi yake ni kwa Mwenyezi Mungu na Mtume, basi Mtume akamwambia, mtu siku ya Kiama atakuwa pamoja na anayempenda, maana yake atakuwa na Mwenyezi Mungu na Mtume wake. Wewe leo kama utaondoka duniani, mi na wewe tujiulize swali, kama tutaondoka duniani, hawa marafiki zetu tunaowapenda watatuvusha? Kama si hivyo, jitahidi kutafuta rafiki aliyekuwa bora. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.